Mi nawaambia hivi, hizo shida zote zilizopo hivi leo zamani zilikuwepo na zitaendelea kuwepo hazitakatika, kwa sababu dunia ni daru ibtila, ni mahali pa mtihani. si leo waangaika watafuta lukmatul aish mathalan, waangaikia upate chochote, ndicho kinachokusumbua na kiko kunyima utulivu katika jambo la dini yako, mpaka katika swala zako ukawa huna utulivu, huwezi kuhifadhi Qur'ani kwa sababu akili yako haijatulia, huwezi huwezi kuhifadhi chochote, hakiingii kitu. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha. Leo weza ukafunguliwa ukapewa wewe, ikawa bwana wewe usio na wasiwasi, kila baada ya siku fulani muamala utaingia hapo. Allah anakupa mtihani mwingine, akakushughulisha na hicho ulichopewa. Hicho ulichopewa kikakushughulisha sasa, au ukapata mtihani kwenye njia nyingine, kwa ahli, mke, watoto na mwingineyo. Sasa kuwa mkweli kwenye kile, katika ile hali ulionayo sasa, utaendelea kuwa mkweli kwenye hali nyingine sisi nimeeleweka? Wewe sasa hivi kuwa mkweli kuwa hali kwa hali ulionayo, kwa maana upambane na ufanye subra uminyane katika haki wewe na watu wako na familia yako, ili uweze kufikia katika malengo. Ukipambana hapo vizuri kabisa na Allah akaujua ukweli wako, faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuja kukuta ukiwa katika hali hiyo hiyo, na utakuwa umevuna mambo mengi sana. Lakini kama ukiifanya akili yako ngumu haielewi mpaka upate neema fulani, basi itaendelea kuwa ngumu tu Haitafunguka hiyo akili, na ukiondoka mtihani mmoja utakuja mwingine, kwa sababu ni daru libtila. Kakuambia nani hapa mambo yanatulia moja kwa moja? Dunia ni kama bahari bwana, waweza kupita sasa hivi hapa pametulia shwari, baada ya saa moja ukipita hapa fai. Hapo ndio dunia ilivyo, mambo yake yanakwenda kwa kutokutabirika. Anayejua siri yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya yasikufanye wewe yani, yasije kutoa katika njia uliyoazimia. Maadamu umeazimia jambo fulani, nifike mahali fulani, fika